Huwa wanafikiri kwamba labda mawazo ya kibunifu ni mawazo ambayo pengine labda yanashuka kutoka katika eneo la kipekee, yanashuka kutoka mbinguni, ni ya watu wachache ye..., labda ndio wanaweza kuwa na mawazo ya kibunifu na sio watu wote. Sasa leo niko hapa kuambia kwamba mawazo ya kibunifu anaweza akawa nayo mtu yeyote mtu yeyote anaweza kuja na wazo la kibunifu kikubwa. Ni kwamba uwe tayari ukifungua akili yako kwa ajili ya kupokea, kwa ajili ya kupata, kwa ajili ya kuwa na mawazo ya kibunifu, ni kitu ambacho kinawezekana. Sasa unayapata katika mazingira gani? Mazingira tofauti tofauti. Kwa mfano recently kuna ajali ya ndege, nadhani Air India naitwa, ambayo imetokea Ilo, kwa mtu wa kawaida, kwa mtu wa kawaida anaweza kaliona tu kama tukio la kawaida, ajali, ndio naishia kusikitika. Na taarifa zinasema kwamba kati ya abiria wote waliokuwepo, mtu mmoja tu ndo amepona. Umeona, sasa kwa mtu wa kawaida, hicho ni kitu tu cha kawaida, basi ni ajali tu. Yeye ni e, e, jamani, zinatokea jamani, ajali jamani, eh, imeishia hapo. Lakini kwa mtu ambaye anatazama hilo kwa jicho la tofauti, inaweza ikawa ni kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kika kikamtoa kimaisha, anaweza kutengeneza kitu akaacha legacy kubwa sana. Kivipi? Nina uhakika, kwa mfano, ninawaka kwamba kuna watu watakuja kutengeneza movie inayoonyesha inayoonyesha huyu mtu mmoja ambaye amesurvive, nadhani mitandaoni kitu kama kile niliona siji, siji city yake, siji inaitwa A11, eh. mteza, the magic eh, the magic city. Watu wametengeneza movie hiyo the magic seat, unakaa unaangalia masaa mawili, masaa mangapi the magic seat, mtu mmoja amepona kwenye ndege ambayo imepata ajali. Au mtu anaandika tamthilia eh, labda tutumie tu hiyo hiyo title hiyo, the magic seat eh, tamthilia tamu sana, unakaa unasoma, utaki kutoka kwenye kiti kwa muda kadhaa. So hii inaonyesha kwamba kumbe jambo lolote ambalo sometimes inaweza ikatokea inaweza ikawa ni jambo hasi, lakini wakati mwingine pia linaweza likawa ni jambo chanya, lakini kama tutalitizama katika namna ya kipekee, kama tutaliangalia katika namna chanya, jambo hilo linaweza likawa ni jambo la kipekee na linaweza likawa ni jambo linalotupelekea au linalopelekea wewe kuja na wazo fulani la kibunifu si kwamba uh, tunavyozungumzia ubunifu uh, labda wazo la kibunifu utalipata katika mazingira ambayo uh, y yes, sijui mazingira gani, kwa sababu wengine wanafikiri labda sijui katika mazingira gani ya kipekee sana. Ah, ni katika mazingira tofauti tofauti. Ninaweza nikawa naongea na wewe hivi, tunapiga tu story. Katika hizo story mtu akazungumza kitu fulani hapa, kuna jambo hapa, naweza nikalifanyia kazi then mimi kwangu natoka na wazo mbaya, ndo kulifanyia kazi wazo la kibunifu tupo, labda uh, uh, tunaongea tunapiga stori kuhusiana na huduma kwa wateja na namna makampuni mbalimbali yanavyotoa huduma labda mbaya au huduma nzuri, kwangu hilo au kwa kuwasikia watu wanapiga stori kama hizo kinaweza kikawa kichocheo cha mimi kuja na wazo la kibunifu kwayo, kaka. Kwa hiyo usije ukakaa unafikiria kwamba e, labda ili niweze kuwa na wazo la kibunifu lazima niwe katika mazingira fulani, hamna kitu kama hicho. Wazo la kibunifu unaweza ukalipata popote pale, utakapokuwa katika mazingira yoyote yale, utakayokuwepo bila kujali nini kinaendelea kwa wakati husika. Kikubwa ni wewe kuifungua akili yako, ili mda wote uweze kuona uh, ni jambo gani zuri linaloweza kutoka katika mazingira ambayo hata ni mabaya, sijui nanipata. Kwa hiyo hivyo hizo ni, hiyo ni njia mojawapo nzuri sana ambayo naweza ukaitumia katika kupata wazo la kibunifu sasa labda nikuulize siku ya leo kwamba ni kitu gani ambacho umekuwa unafikiria kufanya na umekwama wapi kwenye kukifanya na ni hatua gani ambazo unaenda kuchukua baada ya hapa ili uweze kukifanya na uweze kukifanikisha ebu weka maoni yako hapo ili tu tuweze kushare zaidi na tuweze kuona nini zaidi ambacho tunaweza tukafanya. Mimi naitwa Rweyongeza kutoka Songa Mbele Consultants, endelea kufuatilia videos nyingine zaidi na subscribe, lakini pia like video ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi, ambao na wao wataendelea kunufaika na haya mafunzo ambayo natoa hapa kila siku. Karibu sana.